Mechi ambayo inasubiriwa kwa sasa ni mechi ya e, RS Berkane dhidi ya Simba, huku Berkane akikaribishwa e, nyumbani kwa Simba, ambapo sasa e, hii mechi tunasema kwamba tunaweza tukasema kwamba ni hatima ya Tanzania sasa kwenda kuweka historia kubwa e, katika soka ambapo e, Simba anatakiwa aiwakilishe vizuri Tanzania kwa kufanya kitu kikubwa kweli ambacho anatakiwa akifanye kitu cha kupindua meza. Sasa katika kuelekea huu mchezo Simba anatakiwa afanye nini ili aweze kupindua meza? Wadau wengi wameongea e, wachambuzi wengi wameongea, lakini kuna maeneo ambayo Simba lazima ayafuatilie vizuri ili ajiweke e, katika mazingira mazuri ya kufanya je, ya kupindua meza kubuku kwamba e, Simba anatakiwa ashinde mabao matatu kwa bila kitu ambacho kwa kweli kutokana na mechi iliyoisha huko nchini Morocco ile ya mabao mawili kwa msufuri kama Simba atacheza vile, uh, uwezekano wa yeye kuchukua eh, hilo kombe unakuwa ni mdogo zaidi. Simba ina deni la mdogo, mabao mawili kwa sufuri dhidi ya Rasi Berkane iliyotokana na kupoteza mechi ya kwanza ya fainali la kombe Shirikisho Afrika iliyochezwa Jumamosi iliyopita. Mechi hii ni Jumapili ambapo itakuwa tarehe ishirini, itakuwa tarehe ishirini na tano katika uwanja wa New Amaan Complex Zanzibar. Kocha wa Simba anachokifanya Fadu Davis hivi sasa ni kupiga kitu, ni namna gani apange kikosi kitakachobadili matokeo Eh, siku hiyo ya reki. Sasa kuna maeneo baadhi ambayo, eh, Fado Davis anatakiwa ajiandae kabisa vizuri.